maria alijilaza kitandani huku machozi akimtoka chumba kilikuwa kimya ila upepo laini wa usiku ulivuma taratibu ukitikisa mapazia meupe ya dirisha lake tangu mume wake afariki dunia aitwaye juma ni miezi sita imeshapita maisha yake yaligeuka kuwa giza lisilo na mwisho kila usiku alihisi uwepo wa mzimu wa mume wake tena ukizunguka nyumba yao, ukimgusa kwa upole, ukimwita kwa sauti iliyosikika kwa mbali kama upepo wa bahari. Mwanzo alifikiri ni mawazo yake tu, huzuni iliyomzidi kutokana na kumpoteza mume aliyempenda kwa moyo wake wote. Lakini usiku ulipoendelea, ishara ziliongezeka. Maji ya bafu yalianza kuwashwa yenyewe ya chooni, redio ilijichezea muziki waliokuwa wakiupenda na wakati mwingine nguo za Juma zikihama zenyewe kutoka kabatini na kujitandaza kitandani mwao, kama vile usiku wa leo. Maria alitazama kabati kwa wasiwasi. Alikuwa amefunga mlango wake kwa funguo, lakini sasa ulikuwa umefunguka, na fulana ya Juma aliyovaa mara ya mwisho kabla ya kufariki ilining'inia kwenye kitanda chake. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. "Juma, ni wewe?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Hakukuwa na majibu, ila upepo ulizidi kuingia ndani ya chumba, baridi likimwingia kwenye mifupa. Alijifunika na shuka kwa uoga, lakini alihisi mguso mpole shavuni mwake, mguso wa mkono usioonekana. Ndipo aliposikia sauti yake, sauti ya Juma ikisema "Maria, bado nipo hapa." Maria alitoa kilio cha ghafla akijirudisha nyuma ya kitanda, mapigo yake alizidi kuharakishwa na hofu kali. Hakutaka kuamini, lakini ndani kabisa ya moyo wake alijua kuwa mume wake hakwenda popote. Siku iliyofuata Maria aliamka akiwa na uchovu, usingizi haukuwa na maana tena kwake. Aliamua kuzungumza na rafiki yake wa karibu aitwaye Rehema kuhusu tukio lililomtokea. Sikiliza Maria, Rehema alisema, huku akinywa chai kwenye ukumbi wa nyumba yake, naelewa unavyohisi. umempoteza mume wako kipenzi, na inawezekana unamkosa sana kiasi cha kuhisi uwepo wake. Maria alijibu hapana, Rehema, huu sio mkono wa huzuni tu kila kitu kinatokea kweli, yaani ni kama Juma bado yupo na mimi. Rehema alimtazama kwa muda, kisha akashusha pumzi na kusema, unajua katika mila za mababu zetu kuna imani kwamba roho za wafu huweza kubaki duniani ikiwa kuna jambo ambalo hawajakamilisha. Maria alisita na kusema, jambo gani? Rehema alisema inategemea, labda kuna siri aliyokuwa nayo kabla ya kufa, au kuna ahadi aliyoitoa lakini hakuitimiza. Maria alitafakari kwa muda. Mume wake alikuwa mtu mwema, mkweli na mwenye upendo mwingi sana, na hakuwahi kumsikia akizungumza kuhusu siri yoyote. Lakini kabla ya kufariki, Juma alionekana kuwa na wasiwasi wasi mwingi. Alikuwa akitoka mara kwa mara usiku akipokea simu kwa siri na hata siku moja Maria alimwona akibishana na mtu asiyejulikana kwenye mlango wa nyumba yao. Maria, Maria, Rehema alisema akimrudisha kutoka kwenye fikra zake. Nenda kwa mzee mzaliwa. Yeye ni mganga wa jadi, anaweza kukusaidia kujua mzimu wa Juma unataka nini. Maria alisita Hakuwahi kuamini mambo ya waganga, lakini sasa hakuwa na chaguo. Kama kweli Juma alikuwa hajapumzika kwa amani, alihitaji kujua sababu, na labda hatimaye angepata amani yake pia. Siku iliyofuata jioni ilipofika, Maria alijikuta akiwa mbele ya nyumba ya mzee Mzaliwa. Ilikuwa nyumba ya tembe iliyojengwa kwa udongo na nyasi, ikiwa na mshumaa mwekundu ukiwa nje ya mlango wake. Mzee huyo alisema karibu Maria, mzee huyo alisema kabla hata hajafungua wa mdomo wake. Maria akauliza, unanijua? Mzee yule akajibu, ndio. Mzee mzaliwa alisema kwa sauti nzito lakini zaidi ya hapo roho inayokufuata ilinieleza ujio wako. Maria alipigwa na butwa. Roho ya Juma au? Mzee huyo hakusema kitu, badala yake alimwonyesha kiti akae, kisha akaanza kufungua fuvu la kuku lililokuwa mezani mbele yake, akimwaga unga wa kiganja juu ya ardhi. Macho yake yalikunja, kisha akasema taratibu Mzimu wa mume wako haujapata amani, kwa sababu alikufa kabla hajalipa deni kubwa. Maria alishangaa na kujiuliza, deni? Deni? Deni? Mzee Mzaliwa alifunga macho kwa muda mrefu, kisha akasema, alihusika kwenye biashara haramu, alikopa pesa kutoka kwa watu hatari sana. Siku aliyokufa alikuwa anakwenda kulipa sehemu ya deni lake, lakini hakufika huko, akafa. Maria alihisi mwili wake ukitetemeka, na alimuuliza, unamaanisha nini? Mzee huyo alimtazama kwa macho yaliyojaa siri nzito na kusema, Juma hakufa kwa ajali ya gari kama ulivyoambiwa, aliviziwa, akauawa. Maria alihisi giza likimzunguka. Ulimwengu wake uligeuka. Sasa hakuwa na chaguo zaidi ya kutafuta ukweli kuhusu kifo cha mume wake. Lakini je, alikuwa tayari kwa kile alichogundua? Na je, atafanikiwa? Hii ni sehemu ya kwanza ya stori hii ya Kivuli cha Penzi.